Uh, okay, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa chanel hii uh, kama ni mara yako kwanza kabisa mpenzi mtazamaji channel hii, basi chini na kisha kubonyeza na makingele ili usipitwe na habari zetu nyingine pindi tu zitakapokuwa zinajiri, hususan habari za michezo na burudani. Na leo, mpenzi mtazamaji, nitakutajia listi ya wachezaji ambao wamepigwa panga na klabu ya Simba ambao wameachana na klabu hiyo mnamo katika dirisha dogo la usajili mnamo katika mwezi Januari. Miongoni mwa wachezaji ambao klabu ya Simba imeachana nao kwenye mwezi huu wa Januari ni pamoja na mchezaji hatari kutoka pale nchini Zambia, Moses Phiri na mchezaji huyo ambaye ameonyesha kiwango bora kabisa alipokuwa ndani klabu ya Simba, ameachana na klabu ya Simba kukiwa na maneno mbalimbali hususani mbali kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Simba, wakionyesha kuto kupendezwa na kitendo hicho cha viongozi wa klabu ya Simba kuachana na mchezaji huyo Moses Firi ambaye ameitumikia klabu ya Simba kwa msimu mmoja pekee. Msimu wa kwanza alionyesha kiwango bora mno kwa kufunga magoli mengi, takribani magoli kumi kwenye nusu msimu ambao alitumikia klabu ya Simba, lakini alikuja kupata majeraha kwenye mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya Kagera Sugar mm, majeraha hayo ambayo yalimweka nje zaidi ya miezi minne na aliporudi hakuwa na alipo kiwango kile, ingawa alikuwa akipata nafasi, anajaribu kuonyesha kile ambacho alikuwa nacho, lakini alionekana kutokuwa kwenye mifumo ya kocha mkuu aliyekuwepo kutoka pale nchini Brazil, Master Robertinho ambaye alimweka nje kwa takribani msimu uliopita mpaka ukamalizika, na ambapo kocha huyo naye alifungashiwa virago mwishoni mwa mwaka uliopita Robertino, ambaye aliachishwa kazi mara baada ya kupigwa kichapo cha goli tano kwa sifuri goli tano kwa moja kutoka kwa watani wao wa jadi klabu ya Yanga. Ukiachana na Jeneral Moses Firi, pia klabu ya Simba imeachana na mchezaji Shaban Idi Chilunda, ambaye mchezaji huyo alisajiliwa kutoka katika klabu ya Azam na ametumikia klabu ya Simba kwa takriban nusu msimu, kwani wenda atasifike nusu msimu, kwani ametumikia kutoka aliposajiliwa na klabu ya Simba mnamo katika dirisha kubwa la usajili mwezi Agasti na ametumikia klabu ya Simba mpaka hivi sasa mwezi Januari akaachwa na klabu ya Simba, na amecheza michezo michache sana na michezo ya kimashindano hakufanikiwa kupata nafasi. Michezo ambayo alipata nafasi kwa wingi ni ile michezo ya kirafiki, lakini ile michezo ya mashindano, Shaban Idi Chilunda hakufanikiwa kupata nafasi. Mchezaji mwingine ambaye amepewa mkono wa kwaheri ndani ya klabu ya Simba ni Jimison Mwanuke. Jimison Mwanuke inasemekana kwamba amepata dili kutoka kwenye moja ya klabu ya hapa Ligi Kuu Tanzania Bara ya Mashujaa, na ndio klabu pekee ambayo imemhitaji na klabu ya Simba wameonekana kutosheka na huduma yake ndani ya klabu ya Simba na kumpatia mkono wa kwaheri. Johnson Mwanuke, uh, yuko ndani ya klabu ya Simba kwa muda mrefu sana tangu kipindi ambacho klabu ya Simba ilifanya usajili wa kina Pape Osman Sako pamoja na Peter Banda, ambao wote hao tayari klabu ya Simba imewapatia mkono wa kwaheri. Ukiachana na Jimison Mwanuke, pia klabu ya Simba iliachana na Nasoro Kapama. Nasoro Kapama ambaye alisajiliwa kipindi kimoja na General Moses Firi pia ameachwa na Nasoro Kapama. Amecheza michezo michache sana, ingawa alikuwa na uwezo mzuri na kiwango kizuri alichokuwa akionyesha, lakini aliachwa na klabu ya Simba na bado haijasemekana ni klabu gani ambayo amejiunga nayo. Ukiachana na Nasoro Kapama, pia klabu ya Simba iliacha mchezaji mwingine ambaye wengi wa mashabiki wa Simba walishangazwa na uamuzi huo ambao klabu ya Simba iliuchukua wa kuachana na mchezaji huyo ambaye ni mchezaji ambaye alionekana kuwa na kiwango kizuri cha kupachika magoli, lakini mashabiki wa klabu ya Simba wameshangazwa sana na klabu ya Simba kumwacha Jian Otus Baleke, Jian Otus Baleke, ambaye alisajiliwa na klabu ya Simba mwaka uliopita mnamo mwezi Januari kwenye dirisha dogo la usajili. Ametumikia klabu ya Simba kwa takriban msimu mmoja, kwani alikuta klabu ya Simba ikiwa katika nusu msimu akaitumikia na msimu huu ametumikia nusu msimu pamoja na yale mashindano ya klabu bingwa ambaye ametumikia kuanzia hatua ya nusu ya makundi kwenye msimu uliopita ambao klabu ya Simba ilifanikiwa kufika katika hatua ya robo fainali na kutolewa na timu ya Wydad Casablanca ya pale nchini Moroko kwa njia ya mikwaju ya penalti. Ukiachana na Jean Otos Balike, pia klabu ya Simba iliachana na baadhi ya wachezaji mbalimbali kwenye dirisha kubwa la usajili, na wachezaji hawa ambao klabu ya Simba iliachana nao kwenye dirisha kubwa la usajili ni kama vile Peter Banda pamoja na Pape Osman Sako na wengine wengi. Na wachezaji ambao walisajiliwa kwa ule msimu ni Chema Leon Fando Wili Essumba Onana Aubin Kramo, ambao kwa sasa Aubin Kramo yuko kwenye majeruhi na bado klabu ya Simba na mashabiki wa klabu ya Simba bado hawajafanikiwa kuona kiwango chake ni kiwango cha namna gani, lakini mashabiki wengi ya, ya, ya klabu ya Simba na viongozi wameonekana kuwa na matumaini makubwa juu ya mchezaji huyo kwamba huenda akaja kufanya makubwa ndani ya klabu ya Simba. Kwa sasa kwenye mwezi Januari, klabu ya Simba imefanya sajili mbalimbali -mbali, kama vile kumsajili Babkar Sar kutoka pale nchini Senegal, bila kumsahau pa Omar Jobe kutoka pale nchini Namibia. Kwa usajili huo ambao umefanyika na klabu ya Simba, Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba alisikika kwa kutamka kusema kwamba hawa ndio wachezaji wapya tuliowasajili, na huku nyuma tunavyotambulisha ni balaa, habari itajaa, wapinzani watahuzunika na kutapatapa, tumesajili haswa kwa na Simba msikika ya kinyonge siku hii, hapa tunaenda kuwatambulisha wachezaji wapya. Ahmed Ali alitamka maneno hayo kabla ya klabu ya Simba kufanya usajili wake wa mwisho ambao huwa amefanya usajili kutoka mchezaji. Inasemekana wamemsajili mchezaji kutoka pale nchini Zambia ambapo ni top scorer pale nchini Zambia, lakini bado haijawe kwa uwazi kwamba ni mchezaji gani ambaye amesajiliwa, ingawa zipo test tu kwamba ni mchezaji ambaye anatoka pale Zambia. Naam, mtazamaji wa channel hii, ni haya pekee ndio kuandaliwa kwa siku ya leo. Ni kuombe tu usiache kusubscribe hapo chini na kisha kubonyeza alama kengele ili usipitwe na habari zetu nyingine pindi tu zitakapokuwa zinajiria. Sana.